Lakini ndugu zangu, kuna swala ambalo linaendelea, linaitwa bima ya afya. Hii ni swala kubwa sana la, la, la, la serikali ya awamu ya sita ambayo tunalisimamia sisi viongozi. Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan ameshatoa maelekezo na alitoa ahadi kwenye siku zake mia moja za kampeni, kutakuwa na swala ya bima la afya kwa wote, ili haijalishi wewe una pesa au una pesa, ni huduma ambayo ni endelevu. Mheshimiwa Daktari Samia ameshatoa bajeti, pesa zimeshatolewa. Kutakuwa na makundi mawili au, awamu ya kwanza itawahusisha wale wananchi ambao wanahitaji msaada, kwa maana ya makundi makundi maalum. Kutakuwa kuna nini? Watoto, wazee, wajawazito na watu wenye ulemavu. Hili ni kundi maalumu ambalo litagharamiwa na serikali. Ndugu zangu watendaji wa kata, lazima mjue kuelezea nini maana ya bima ya afya ili muweze kuwapa elimu wananchi wananchi wenu.